Kuziunganisha barabara baina ya mkoa wa kusini na mkoa wa kaskazini Unguja. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki tuna lengo la kuongeza idadi ya abiria wanaotumia viwanja vyetu vya ndege kutoka milioni mbili nukta moja kwa mwaka hadi kufikia abiria milioni mbili nukta nane ili kuongeza kipato na ajira. Ili kufikia azma hiyo, tutaendelea kuimarisha miundombinu ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume kwa ujenzi wa majengo na ukarabati wa baadhi ya majengo ya zamani, kujenga vituo viwili vya mafuta ya ndege na karakana ya kufanyia matengenezo ya ndege na kuongeza eneo la maegesho ya ndege kwa mita za mraba laki moja na elfu sita. Aidha, tutaendeleza ujenzi wa njia ya kurukia ndege katika kiwanja cha ndege cha Pemba na kujenga jengo jipya la abiria. Mheshimiwa Spika, tuliahidi kuendelea kusimamia maendeleo ya miji na kuwapatia wananchi nyumba bora za makazi. Katika kipindi hiki tutaendelea kwa kukamilisha ujenzi wa nyumba mpya za makazi 4715 katika maeneo ya Chumbuni, Nyamanzi na Kisakasaka kwa Unguja na mfikiiwa Pemba, kwa ajili ya wananchi wa kipato cha chini. Tutaandaa sera maalum ya makazi bora yenye kufuata mpangilio na kupendezesha miji yetu, tutaandaa mpango bora wa matumizi ya ardhi na kuongeza asilimia ya watu wanaoishi katika makazi yaliyofuata mipango miji, kutoka asilimia 18 mwaka 2025 hadi asilimia 40. Mheshimiwa Spika, serikali inazingatia umuhimu mkubwa wa haja ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kutok